Lakini kitu kingine pengine ambacho ni kikubwa zaidi ni kuwa unakuta kuna watu wanaomba vitu ambavyo hawana sifa zao. Yani unaomba nafasi ya kielimu ambayo wewe hauqualify, au unaomba nafasi ya ufadhili ambayo wewe hauqualify yani, unaona kabisa kuna vigezo ambavyo huna lakini bado unaomba yale yale. Tunasema mtu anataka kujaribu bahati yake. Kuna kuna nafasi nyingi za ufadhili, kuna nafasi nyingi za kielimu ambazo wewe unaweza unawezakupata kwa vigezo ambavyo unavyo, usijidharau lakini utakapoanza kukimbilia kila nafasi una haha, inaonekana kama ni mtu ambaye uko desperate. Kwa hiyo hakikisha unaenda unafanya vitu kwa mpangilio na kwa kuangalia, je hiki kitu mimi vigezo na kivi. Kama inahitaji kutoa scholarship kwa watu ambao umri wao ni chini ya miaka 25 au chini ya miaka thelathini, wewe umezidi huo we umri, achana naye. Kama unahitaji kutoa scholarship kwa watu ambao wana vigezo fulani, wewe huna, achana nao. Tafuta scholarship tafuta nafasi za kielimu ambazo wewe unakidhi.